Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wasahbihi wamanwala ammabadu. Ndugu zangu walukolo waisilamu weyangu, baada ya kumshukulu Mnungu ambaye kaniumbamie na weye mpaka delo cha hema chongwachimshukulu sana lakini yose na yose chimswalieni sana mtume ambaye yeye kaletwani mnungu ili achiongoze kwa uyo mnungu ambaye kakiumba suwe kidamanye yadi yakuyaunga mnungu na yadi ambayo mnungu hekuyaunga miye nawakalibishani kwa sababu zinadi yangu kwanza netangwa mbaraka Ramadhani lakini kamelamani wetu yeye etangwa abedi juma atosha kino mkipindi cha setuka nawakalibishani mwe kipindi kino cha setuka msetukelo E, wantu wonguwawasetuke kwa sababu yane chika kino kipindi cha setuka naho kwa mbwani kichika kwa kizigula kwa mbwani chika hivyo kwa sababu nungu kalonga mwe kurani yake Nungu kagaze Nungu kagavino ya ayuhannasu inna khalaknakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shuuban wakabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atkakum. Mungu akijamba mwe Kurani yakwe, ya, ya ayuha nnasu, nyuwe wantu nyuwe. Hakulonga na majini, hakulonga na ng'ombe, mbuzi, makuli. Alonga na watu agamba, ya ayuha nnasu nyuwe wantu nyuwe. Mie naweyeo kusinya vinose wi mntu. Mnungu agamba inna khalaknakum min dhakarin wa untha miye hiwaumbani kulawana na mgosi yumwenga na mvyele huyu ambaye uyo mgosi mwenye ni Adamu na uyo mvyele mwenye ni Hawa vinu ukaona lukudidilose luno kwa sababu ya Adamu na Hawa mnungu agamba inna khalaknakum min dhakarin wa untha miye hiwaumbani kwa kulawana na mgosi yumwenga na mvyele yumwenga kisha mnungu agamba wajaalnakum shuuban wakabaila miumi enaowatendani mataifa mengi hangi indonesia hangi malasia hangi burundi rwanda tanzania sawa wakabaila na makabila mengi kuna wabondei kuna wazigula kuna wasambala kuna wanyatusa kuna wampale na watuhuwatuhu hao watuhu, lakini mnungu aga adhino Inna akramakum inda Allahi atkakum, mweyawowose au Waarabu hangi Wahindi hangi wa China hangi suwe wa Afrika, wantu watitu chikuonekana hakina thamani. Mnungu agamba, mwenye thamani kudya kwake yudi ambaye akumcha Mnungu. Basi kudya hakukaulwa haku ni mchina, hakukaulwa hangi i ni, ni, ni mtu wani a a yudi ambaye mcha Mungu, kwao kiza kukuzindua ili weye usetuke usekugona, ili uone kwamba ili kumbe miye ntende ni bora kwa Mnungu, siyo kwa sababu ni mtitu a ah -ah. Lazima ndamanye ibada nivyo miena nionekane ni bora. Kwa hiyo inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shuuban wakabaila. Mnungu agamba litaarafu, lengo dya kudamanya hivyo mataifa mengi, makabila mengi, ilimmanyane ni ukakumwiva tu mtu akalonga yuno ni mpale, ukakumwiva akalonga ni msambala, ukakumwiva akalonga yuno ni mzigula, ili chimanyane kwamba mie hano mie mwenye ni mzigula, ili pia uwamanye watu wa kungengile hano mwazigula. Lakini katika hose mbora kwenu kwa Mnungu, mbora kwa Mnungu ni yule ambaye amcha Mnungu aselo chiza kukusetula ili weiye moja kwa moja uelekee kwa yuhi kwa mnungu, ili utende bora. Unagona tuivo wamanya zako, we nkulima nkunde ukalima mbalazi ukalima mampemba na kugona na kudya, huna ubora wowose. Sikuidya wafa weye msawa, tuna kuli utofauti wako weye. Nkugamba wainulwa mwantu wakuzikwa kuli nadyo dyadulwa kama kibudu nahoho, tofauti ila ukabula kudya kwa mnungu we, na kuli hakuna utofauti Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kaletwa kwetu ili ezelo akiongoze akiongozelo ili kitende wantu wedielo kwa mnungu kionekane na suelo eh ni, ni waseuta kwa mnungu kionekane suwe ni machimazumbe kwa mnungu. Basi mtume agamba, ya ayuha ayuhannasu, nyuwe wantu, nyuwe mtume nayalonga, nyuwe wantu, nyuwe ala inna rabbakum wahid, mongu ammanye wa kwamba mnungu wenu nuyu hakuna mnungu wa Mchina, hakuna mnungu wa Msambara, hakuna mnungu wa Mpale, hakuna mnungu wa Mzigula. Wose awo ukuwaona mlungu wawo nuyu mnungu, wa mnungu wangu mie na weye chose mnungu wetu nyumwenga. Lakini mtume na haagamba wa inna abakum wahid, na manye tati yenu nuyu nyumwenga ambaye ni Adamu. Mungu mwongu amdimanye dyo kwamba tati yenu nyumwenga ala Mungu pia mmanye, la fadla li arabiu ala jamiyu, hakuna uzumbe kwa mwarabu kwa yuno mtu mtitu, kwamba hambwelo huyo mwarabu ungu atendeeyelo kila kintu, ategelezwe. Mana ni uyu zumbe kwa sababu ye anasula yedi ni mkundu? na mbwani a, hakuna. Lakini mtume endelea kukigamba, wala ajamiyu ala arabiu wala, pia mungu mmanye hakuna uzumbe kwa mntu mtitu kwa yudia mwarabu, maana wadahogambe mie nna nguvu kuliko mwarabu. Mwarabu hakudilisa hangi mbwani? E, kama vya wantu wakulonga mwe mipira warabu wakeza kuno kwetu wacheze na wantu wakudia dona hangi mbwani? Mungu Haku... agamba hakuna idio, hakuna uzumbe wa aina yoyose, lakini mtume agamba vino wala ali ahmad ala laswad wala hakuna uzumbe kwa mtu mtitu juu ya mtu mkundu, lakini pia hakuna uzumbe kwa mtu mkundu, kwa juu ya mtu mtitu. Kuna wadya ndugu zangu wakuhangaika na makaroraiti, wakuhangaika na mida, wakuhaka mida ili watendewa mkundu. Uo mkundu wako kwa Mnungu hauna, haukukubuza hohose kwamba uonekane wewe bora, ila ubora wako ili upate inna akramakum indallahi atika. Zumbe kwa Mnungu yudi akumcha Mnungu, akuswali sana, akufunga sana, akudamanye ibada sana, huyo nuyo zumbe kudya kwa Mnungu. Hebu setukani kuchalo vino, chirondeni ine nafasi, karibuni msubscribe, yaani kusubscribe wa. Kuna maandishie hasi hadya yaandikwa subscriber unayagusayo nivo kusubscribe kukomenti waandika kia ukunga wele zumbe kulonga lakini zumbe kwa mnungu kwamba welewe kulonga mie bado si zumbe maana uko kwa mnungu ikwele wao maana kwamba ni mcha Mungu kindedi hegu sio waandika lohade Wa, kakulaho walaiki kulaiki wewe yani kubweda ukakubweda waika dole kuna sehemu haikigwe dole vino ukakugusa hadi haikigwe didole vino wekulaiki kwamba ah, hiva. Kwahiyo nafikiri gutwi diva gutwi hadikujinka mtwi hata na ruvi. Gutwi dikeva basi, akiliongwe damanye ndima gutwi. Ndimaake nkutegeleza akili, ndima yake nkuhifadhi na kudamanya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, karibuni mwe kipindi cha Setuka. Inna akramakum inda llahi atqakum, mwaoose Mnungu agamba mwenye thamani kudya kwake ndio ambaye akumcha Mnungu basi.